Kwamba leo tunaingia mkataba wa bilioni ngapi? Yeah, wa bilioni, ah. Tunaingia mkataba wa bilioni mbili milioni mia mbili sabini na nne mia tatu hamsini na tatu tisa mbili mbili na, na sifuri moja kwenye mkoa wa Singida lile jengo yaani leo ndio tunamaliza kazi hapa kwa sababu hizi hela si mchezo, tungezipata wapi? Kwa sababu jengo lile ni uwekezaji mkubwa. Kuna watu watapata ajira pale, kuna watu watafanya biashara pale, kuna watu watasomesha watoto pale, kuna watu watainua vipato vyao kupitia jengo lile. Sisi cimoye okay. kwa hiyo tunapoenda kuweka huu mkataba, mimi mkandarasi, ninakushukuru sana sana tumepita hatua nyingi, lakini leo tunafikia hapa. Ninachokuomba kama tulivyoahidiana, baba, kwa maana ya kazi nzuri, kazi bora, jengo imara litakalodumu, litakalo dumu kwa muda mrefu, na jina lako litadumu pale, halitatoka yaani. Hapa huu mkataba, jina lako litakuwa pale. Kwa hiyo ina maana uache jina lako pale, liendelee kung'aa kwa sababu jengo lile kila atakayeliona nani amejenga, alafu anakuta ni wewe umejenga. Tunaomba utuheshimishe, lakini kumbuka jengo lile linasimamiwa na Dokta Emmanuel Nchimbi ambaye ndio mlezi wetu, mlezi wa ujenzi wa jengo lile. Kwa hiyo utafanya kazi vizuri kwa ufanisi, kwa heshima yake na namna unavyomwona, usimwangushe lakini pia anayekuja kulifungua jengo lile ni mama yetu mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo jengo lile liendane na heshima ya mama yetu Dokta Samia Suluhu Hassan. CCM oye! Sasa nawapongeza kwa kazi nzuri hii ya maendeleo. Naamini kwenye lile jengo pamoja na upangishaji utakuwepo uchumi wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Singida utabadilika. Hii ni big transformation eh, ya uchumi ambayo ndio mwelekeo wetu. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, ni kushukuru wewe mwenyewe, umekuwa ni mlezi mwema, mara zote umekuwa ukitusimamia na kutusukuma mbele, ili kazi hii iweze kukamilika. Lakini kwa namna ya kipekee niwashukuru sana wataalamu kutoka taasisi zote za serikali ambao wameshiriki kwenye kazi hii kwa uzalendo na kujitoa kwa dhati kabisa na kuifanya hii kazi leo ikamilike. Kwa namna kipekee tukushukuru sana mkandarasi na wasaidizi wote, mara zote umekuwa karibu na sisi. Leo watu wanashuhudia tuna saini mkataba, lakini watu wakienda saiti, kazi kule inakimbia kwelikweli. Tunakushukuru sana.